Saratani ya shingo ya kizazi ni mojawapo ya saratani zinazopatikana sana katika mazoezi yetu leo. Karibu saratani zote za shingo ya kizazi ambazo ni zaidi ya tisini asilimia zinasababishwa na maambukizi ya HPV, ambayo ni ugonjwa unaoambukizwa kwa njia ya ngono. Njia bora ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi ni kujichanja dhidi ya maambukizi ya HPV, na wakati bora wa kujichanja ni kabla ya kuanza kushiriki ngono kwa hivyo umri mzuri wa kuchanja dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi ni kati ya miaka 11 hadi 13, labda hadi miaka 15. Hata hivyo, ikiwa mtu tayari anashiriki ngono, bado ni bora kujichanja ili kupata kinga fulani badala ya kutokuwa na kinga kabisa. Mtu ambaye tayari ameambukizwa na anapaswa kufanyiwa mpango wa uchunguzi wa saratani mara kwa mara, ambao ni kufanya pap smear mara moja kila baada ya miaka mitatu hadi mitano, ambayo inapatikana katika hospitali za Apollo.